<laughs> Care, Mungu hivi, mbona hii vita yawaenga na jenzi ni kubwa sana hivi? Nwe mnaionaje? tayawaenewanakwambia mara usitukane mamba kabla ujavuka mtu. Juzi tu hapo a katukana kenge ote Kigoma na anatama na mnatia ela, mara anakwambia oh, asiesikia la mkuu uvunjika guu <laughs> mi mama tu mwenyewe mamaangu mamaangu Ajasikia na mkuu na miguu yake iko sawa na anatamba mjini. Yaani anatamba. Sema tu kuna mtu inakuwa kina niuma kwa sababu ni kita na, kuna mtu anajisikia kwenda kwa bibi. Hiyo ndio hivyo, siwezi kwenda kwa sababu aelewani na mama. Haya. Mama natuambia hivi mtumia juani, ulia kivulini. Saa hivi, juani, unakula juani, unakula juani, yaani sasa hivi unatumia juani. Unakula juani, unaongea juani na ikiwezekana unaaji juani. Yaani sasa tu na demu kutana naye ba. Unamtongozea ba, bia unamnulia ba, na kuumla unamlia ba, amna mambo ya mtumia juani uli ya kiburini. <laughs> Cezea waenga na Jenzi. Mama wa Taifa hapa kwa mbili mbili, kwa mbili mbili. <laughs>